Leo tulikuwa na zoezi la upimaji wa afya wa hiari kwa watumishi wa halmashauri ya manispaa Ilemela, na huduma mbalimbali zimeweza kutolewa, na huduma hizo ni upimaji wa homa ya ini, na pamoja na chanjo iliweza kutolewa ya homa ya ini, na katika chanjo hii tuliweza kutoa kwa wale watumishi ambao walipimwa wakagundulika kuwa hawana maambukizi ya virusi vya homa ya ini, lakini pia tuliweza kufanya tathmini ya hali ya lishe kwa watumishi na kikubwa zaidi tulipima uh, uzito kwa urefu, yani BMI na elimu ya lishe pamoja na unasihi wa kilishe uliweza kutolewa. Lakini pia huduma ya upimaji wa macho umeweza kutolewa, uh, upimaji wa virusi vya ukimwi, upimaji wa sukari na upimaji wa shinikizo la damu pia imeweza kutolewa. Ah, uh, mwitikio kwa watumishi wa halmashauri ya manispaa Ilemela wameitikia vizuri na tumeweza kuwafikia watumishi 81 walioweza kupata huduma hizi. Uh, kitendo hiki ni kizuri, kwanza inatusaidia kwa sisi ambao watumishi wengi tunakuwa tuko bize labda na majukumu ya kazi na kushindwa kwenda kupata huduma hizi za vipimo kwenye hospitali mbalimbali hivyo kujikuta tunakuwa hatuna hatuna yani, hatujui hali zetu, mwenendo wa hali zetu. Lakini hii kutuletea huduma hizi karibu na eneo letu la kazi imetusaidia sisi kuweza kwenda kupima na kupata majibu um, kwa wakati. Maana hapo ni dakika chache sana, unapima dakika chache unapata majibu yako na mimi nipende tu kuwashauri watumishi wenzangu kuchangamkia fursa kama hizi zinavyokuja. Usiwe tena mtu unajivuta vuta, inabidi ukisikia kitu kama hiki unakichangamkia na unaenda kukifanyia kazi, maana ni muhimu kwako, na lakini si kwako tu, na kwa jamii kwa ujumla, kwa sababu mwisho wa siku ukiwa na afya njema, afya nzuri, na jamii pia itapata ustawi, kwa sababu sisi tunatumikia jamii. Ni zoezi zuri, tunatamani ndio la kujirudia. Tumepima pia homa ya ini, tumepatiwa chanjo kwa ambao hawana changamoto. Kwa tunaomba uongozi ndio zoezi endelevu, kama ambavyo tumeshauriwa kila baada ya miezi mitatu tuweze kuangalia afya zetu na kujirekebisha kwenye tabia zetu mbovu za kuishi ili tuendelee kuwa salama na kuboresha ufanyakazi wetu. Uh, wito wangu kwa watumishi wenzangu waweze kujitokeza kwa wingi pale ambapo mazoezi haya yanapokuja, lakini pia um, tuwe na kawaida ya mara kwa mara ya kucheki afya zetu ili kuweza kujua uh, afya zetu na kama kuna changamoto katika afya, basi matibabu ya haraka na ya usahihi yaweze kufanyika. Uh, lakini pia um, tuzingatie mtindo bora wa maisha kwa kuepuka uvutaji wa sigara, tumbaku, unywaji wa pombe lakini pia tufanye mazoezi ya mara kwa mara, um, vile vile, uh, tuzingatie ulaji unaofaa ili kuweza kujiepusha na magonjwa yasiyoambukizwa kama vile magonjwa ya kisukari, magonjwa ya moyo, mshinikizo um, la juu la damu, pamoja na baadhi ya saratani. Na huduma hizi za upimaji uh, zitakuwa ni endelevu, tutaweza kufanya kwa kila robo, ili kuwafikia watumishi wote. Asante.